Uthibitisho wa imani yako unaonyeshwa katika juhudi ya kutafuta yasiyoonekana. Ukisema na imani, imani ulionayo inathibitishwa kwa kutafuta yale yasiyoonekana, unaonyeshwa katika juhudi ya kutafuta yasiyoonekana. Ukishasema na mwamini Mungu jue niyo fulani kuna matokeo au matunda ya pale mahali unayoyatafuta, kuna jambo na dili nalo pale. Sasa kama unamwamini Mungu, namna unavyotafuta juhudi yako katika kuyatafuta yale ambayo hajaonekana bado, hapo ndio imani inapoonyeshwa. Useme mfano labda unamwamini Mungu kwamba labda mwaka huu tanua kiwanja, sawa. So, unamwamini Mungu. Baada ya kumwamini Mungu, unathibitisha vipi imani yako? haunatamia mfukoni, ila unataji kiwanja. Lazima wewe unapita pita kwenye kaunti za madalali, unaangalia matangazo yao, unaangalia unatafuta vilipo, unaenda kuviona, unatembelea wauzaji, unakagua. Ukifika kwenye kiwanja ambacho kipenda, unakiangalia ukubwa wake, kila kitu, unaangalia namna ya malipo, unaongea nao wewe pale. Ukienda kukiangalia, unaongea moyoni. Biblia inasemaje? popote pale ambapo nyao za miguu yenu zitapakanyaga, mtapamiliki patakuwa pena. Unaambia bwana Yesu, katika jina la Yesu, hapa mimi napamiliki. Katika jina la Yesu. Si unamwamini Mungu atakupa una hela za kulipa? Kwa kama unamwamini Mungu kwenye hela za kulipia kile kiwanja, manake, anayelipa sio wewe ni yeye. Yaani sasa sana umepanda daradara afu rafiki yako anakulipia nauli. Au mimi nimepanda daradara na mke wangu. Automatic mimi nilipe. Hivyo hivyo, ukitafuta kiwanja umekipata analipa si Mungu. Kama unasema kwamba namwamini Mungu atanipa kiwanja, analipa sio wewe, analipa ni yeye, sio wewe. Kwa ukimaliza, unamwambia Mungu mimi nimaliza kimepatikana, nimekipenda na nimesha kikanyaga ko kwa kazi kwako. Una relax kivipi? Nani of your business, sio wajibu wako kujua kivipi kwani wewe, ni wajibu wako kujua kivipi, sio wajibu wako kujua ni kivipi. Kwa, kwenye eneo lolote lile unaniambia kwamba Mungu atanifikisha hapa, we chukua hatua zinazo kuhusu Hauwezi kama muumini Mungu mwenye kiwanja halafu utegemee Mungu akutafutie kitu hicho, kipo kuna hatua za kwako za kufanya. Unamwamini Mungu akupe hela ya kiwanja, unamwamini Mungu akutafutie kiwanja, kwamba ah, naamini mwaka huu nitajenga hata chumba kimoja. Ujenzi unahitaji hela, full stop. Sara na matulio yanapatikana wapi? Ni kazi ya kwako. Mungu hawezi kuja chumbani kwako akwambia, sasa kokoto tunazipata sehemu flani, mchanga sehemu flani. Ah, hiyo ni kazi yako na na juhudi yako kukaa, unapiga mahesabu unajua strategy shingapi, unajua Mungu. Mungu iko very specific, specific. Ukimwambia nataka nijenge nyumba ya thamani ipi, ili ajue nakupa kiasi gani cha hela. Ndio maana ukimwambia mtu naomba hela, atakuuza takuuza shingapi, ko Mungu lazima ajue. Biblia inasema hivi, watu na waache matumizi yasio lazima. Maana hapo ni budget, anaongea swala la budget kwa Mungu anadili sana na budget. ndio maana hakuna taifa linalotembea bila budget. Tanzania wakiomba misaada na mikopo wanaomba kulingana na budget, kwa sababu ile mikopo na misaada inakuja kutimiza budget ya nchi. hatu ikiolera Mungu sm ko lazima ukae ujue chumba nacho kijenga hiki kinagarimu shilingi ngapi, msingi wake kutoka shilingi ngapi? Angalau hata kama hazitakuwa kamili, ila uestimate uwe na makadirio na makisio. Ukiwa nayo mungu yeye atajua. Mungu hafichiki anajua mpaka unamaliza tagharimu kiasi kadhaa, kwa yeye atakutwist tu mahali atakutimizia. Sawa sana, jinsi ambavyo inakamilisha, lakini wewe uwe angalau na makisio. Kama utaendelea kusubiri tu mpaka mambo ya jipe hayatajipa mambo huwaga yajipi. Sikiliza, maisha sio bahati, life is not about the chances. It is about the choices. Kumbukumbu la Torati 30:19 sema nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na lazima na, na kushauri chagua uzima ilio haiwewe na uzao, kwa maisha sio zali. Maisha ni choice, ni uchaguzi. Kwa hiyo kama ni uchaguzi, usipochagua kutoka nje ya boti, hautatembea juu ya maji. Ili utembee juu ya maji, lazima utoke nje ya boti.